Story Point. Wanasema, macho ni dirisha la roho, lakini katika jiji hili la Dar es Salaam, macho mara nyingi ni pazia la kuficha ukweli mchungu. Jina langu ni Zuhura. Mimi ni mpiga picha, kazi yangu ni kukamata nyakati ambazo watu wengine wanashindwa kuziona: tabasamu bandia, chozi linalofutwa haraka, au mkono unaotetemeka kwa hofu. Lakini usiku ule kwenye hafla ya kifahari katika hoteli ya Sikrif, kamera yangu ilinasa kitu ambacho kingebadilisha maisha yangu milele. Ukumbi ulikuwa umepambwa kwa maua meupe na taa za dhahabu, kila mmoja alikuwa amevaa tabasamu la bei ghali. Nilikuwa nikizunguka nikitafuta engo nzuri ya picha, mara mlango mkuu ukafunguka. Kila mtu alinyamaza kidogo. Alikuwa ni yeye, Ryan Manzi, mwanaume ambaye picha zake zilijaa kwenye majarida ya biashara, lakini sura yake ilikuwa na kitu ambacho hakikuwahi kuonekana kwenye magazeti, pweke wa kina kirefu. Alikuwa amevaa suti nyeusi iliyomkaa sawasawa, lakini macho yake yalikuwa yakizunguka ukumbini kama mtu anayetafuta kitu kilichopotea. Nilinyanyua kamera yangu, niliweka fokas moja kwa moja kwenye uso wake. Katika sekunde hiyo, kupitia kioo cha kamera yangu, macho yetu alikutana. Niliona mabadiliko ya ghafla kwenye uso wa Ryan rangi ya uso wake ilibadilika na kuwa mweupe kama karatasi. Macho yake yalikunjuka kwa mshtuko, alinitazama mimi, lakini hakuwa akinitazama mimi, alikuwa akimtazama mtu mwingine kupitia mimi. Glasi ya wine aliyokuwa ameishika ilimtoka mkononi, kwa kupasuka vipande vipande kwenye sakafu ya marumaru. Kionevu chekundu kilitapakaa kama damu. Watu walianza kunong'ona, lakini Ryan hakupepesa jicho. Alianza kutembea kuelekea nilipo, hatua zake zikiwa nzito na za haraka. Hey, Linda, Linda ni wewe? Sauti yake ilikuwa na maumivu yaliyochanganyikana na matumaini yasiyowezekana nilishusha kamera yangu nikijisi kuchanganyikiwa. Nilijaribu kurudi nyuma, lakini tayari alikuwa mbele yangu. harufu ya pafyumu yake mchanganyiko wa udi na harufu fulani ya baridi ilinivamia. Zuhura, samani kaka, unazungumza na mimi naitwa Zuhura sio Linda. Ryan alisimama ghafla. Mkono wake ulikuwa umeanza kunyooka kuelekea kwenye shavu langu lakini ulisimama hewani. Alirudi nyuma hatua moja, akivuta pumzi ndefu ya maumivu. Macho yake yalinichunguza kuanzia mguuni mpaka utosi, alikuwa akitetemeka kidogo. Na, nisamehe, samahani sana ah. Nimefananisha, unafanana sana na mtu niliyemjua. Alijitahidi kurudisha hali ya kujiamini, lakini ilikuwa wazi ameyumba. Aligeuka haraka na kuondoka ukumbini bila kuangalia nyuma, akiziacha zile vipande vya grasi na divai nyekundu kama kumbukumbu kumbu ya mshtuko wake. Usiku ule nilirudi nyumbani kwangu, chumba kidogo kule Sinza. Sikuweza kulala. Niliwasha kompyuta yangu na kuanza kupakua picha za usiku ule. Moyo wangu ulidunda kwa kasi nilipofungua picha ya Ryan. Macho yake kwenye picha hayakuwa ya mwanaume tajiri, yalikuwa macho ya mtu aliyewahi kuona jinamizi. Lakini kitu kimoja kilinitatiza. Linda ni nani, na kwa nini mimi nionekane kama yeye? Kiasi cha kumfanya mwanaume kama Ryan apotezi fahamu mbele za watu. Nilianza kufanya utafiti kwenye mitandao. Nilitafuta jina Ryan Manzi. Habari zilikuwa nyingi. Biashara, majengo, utajiri. Lakini nilipozidi kwenda ndani, nilikutana na habari ya miaka mitano iliyopita. Mbeba maumivu. Mchumba wa bilionea Ryan Manzi, Linda Maliki alipotea katika mazingira ya kutatanisha usiku wa kuamkia harusi yao. Nilikuta picha ya Linda. Kichwa kilianza kunizunguka mikono ilianza kunitetema. Picha ile ya Linda haikuwa tu kwamba tunafanana, ilikuwa ni kama ninajitazama kwenye kioo. Alama ya kovu dogo kwenye nyusi ya kushoto, namna alivyotabasamu upande mmoja, kila kitu. Ghafla simu yangu ikalia, ilikuwa namba ngeni. Halo. "Zuhura, achana na picha za usiku wa leo. Futa kila kitu. Ukijaribu kuingia kwenye maisha ya ryan manzi, utapotea kama alivyopotea Linda. Hii ni onyo la kwanza na la mwisho." Niliangalia simu yangu kwa hofu, jasho jembamba lilianza kunitoka. Ni nani huyu anayejua jina langu, na anawezaje kujua ninachofikiria? Niliangalia picha ya Linda tena kwenye kioo cha kompyuta. Ilionekana kama ananiambia kitu kwa macho yake ya huzuni. Usiku ule nilijua kuwa maisha yangu ya kawaida yamefikia ya mwisho. Nilikuwa nimeingia kwenye mchezo ambao sijui sheria zake. Lakini moyo wangu, kwa sababu ambazo siwezi kuzielezea, ulikuwa unataka kumjua zaidi Lian. Je, ni mhanga wa mapenzi au ni mnyama anayejificha nyuma ya suti za gharama? Nyayo za siri zilikuwa zimeanza kuelekea mlangoni kwangu, na sikuwa na namna ya kuzizuia.